Ya tumefanya video ya pamoja ni mtu wangu wa karibu sana, na siku kadhaa au wiki mbili zilizopita nilibahatika kuona vijana wenzetu wawili kati ya Sparo na Jay. Najua haujui hichi kitu na ujui kwa nini nimekuita hapa nyumbani. Nilifanikiwa kuona video kati ya Jay pamoja na Sparo wakigumbana, na baada ya kufuatilia zile video nikaja kugundua kuwa ishu kubwa inawafanya wagumbani ni wewe. Hapana, sindio? <clears throat> Kwani Spa na Jai wako sawa hapana? Na unajua una, una, una kabisa kuwa hapo saa? Miata siwa yuko kweli. Wewe ni mtu wa karibu sana, ni mtu wa karibu na Sparo pamoja na Jai sindio? Kama wewe ni aa ah, watu ni watu wa karibu kwako, unapoona kuwa wamegombana na vis amfanyi kazi pamoja sindio? Mwanzoni mlikuwa mnafanya kazi pamoja dio? Ulipogundua kuwa sasa hivi haufanyi kazi ya pamoja kati ya Sparo na Jay na wewe amfanyi kazi kwa pamoja, ni hatua gani ambayo ulichukua kama wewe binti ambaye upo karibu na hawa watu e? Sasa mimi ningefanyaje? <laughs> tasijui waite tu wao waulize wana shida gani, maana hata mi mwenyewe nawapigia simu wanavyoniambia hata mimi siwaelewi. Una mda gani hujashuti, hujashuti na Asparo Mbona simuona baada ya ule ugomvi? Amna kitu kilichopostiwa, amna kabisa. Na video ya mwisho niliona mkiwa koko, sijui sijui, mlikuwa mnashuti mara Jei yakaja, J alikuja ya sijumymalize, lakini yakatokea mambo mengine. Kipindi mpo koko mnashuti na na Asparo. Je, ulikuwa mnashuti naye mara mwisho ni lini? Au labda ulikuwa unashuti na J kivi yake pamoja na Asparo naye kivi yake. Ndio. Ndio, uh -huh. Wakati unapata hizo nafasi ya kushuti pamoja na Sparo kivyake na Je kivyake, hukumuuliza kwa nini nyie mnagombana? Hapana, sikushuti nao kabisa. Walivyoanza kugombana, mimi nilishuti nao, mimi nilikuwa nimeitwa na Boyalo ile siku, ndio nikamkuta Sparo na sikumuuliza pale. Nikasema nikimaliza uh -huh, kushuti, nita muuliza wana shida gani. Sijamaliza wamekuja wame wame wameleta ugomvi wamegombana wamepigana lakini wewe si una namba ya Sparo? Hujai kujaribu hata kumpigia usiku labda kumuuliza, mbona moja mbili tatu? Mimi kile nikiwauliza ni kona kona nyingi hamna mtu ananipa majibu kamili. Kati ya Jay na Sparo, mtu wa kwanza kufahamiana naye ni nani? Sparo, ulifahamiana vipi? Au kwa sababu mimi mwenyewe hapa natafuta ukweli, najua <laughs> pia hata mashabiki nao wanahitaji ukweli, si ndio? ulifahamiana vipi na Sparo mimi na Sparrow tulifahamiana huko kwa mitandaoni kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi. Ulifanya, yani acha tunakufanya kazi yani, siku ya kwanza unaanza kuwasiliana na Sparrow, yani ilikuwaje? Mlikutana katika mazingira gani mpaka mkaanza kuwasiliana? Tulikutana TikTok. Ndio, tulikutana TikTok na nene. Uliingia DM au kuna mazingira gani ambayo uliweza ule, kumfahamu Sparrow huko kwa DM? Ndio, tulikutana kati ya Sparo na Jei hakuna mtu yoyote ambaye labda upo naye katika mahusiano ya kimapenzi? Hamna. Hata waite waulize, hamna. Of course wanakuja kama nilivyokuambia, by the way Sparo anakuja na Jei pia anakuja. Nimwapigia simu aweze kufika hapa nyumbani ili hadi tuweze kuzungumza. Simu yako iko <laughs> ah, no, tuna shida nazo. <clears throat> <clears throat> Okay. Njoo, njoo, njoo, njoo, nataka ushahidi, hakuna kuzuia. <laughs> naingia kwenye messeji za Sparo. <laughs> <laughs> <laughs> no, wait. wait. <laughs> Yeah, ningejaribu kuangalia hapa hakuna meseji mbaya kwa Spalo na. Na kuna kitu kibaya? Kwa nini mwanzo? Kwa nini urudi mwanzo? Kwani nisomee za mwisho <laughs> mwisho, kuwa na mashaka. Surisha hapa <laughs> okay, ni ndogo. Basi ah, ah, okay, mimi sisomi nawapigia wa ah, na muuliza Spalo, amefika hapa, je amefika hapa? Mimi nitajua kweli tu hapa, hapa hapa

Owe, wapi yo baba, mbona ufiki naye mwanangu? Tangu umesema koroge umefika sasa ngapi, mwanangu? Dakika arobaini zote umefika koroge mpaka sasa hivi, ufiki mtaani? Mi e, niko wapa, juu napandisha mtaani, mwanangu. Afu nimekusubiri sana ah, inasumbua mtandao mimi. Ndio, niko napandisha na ingia, natuma saizi. kama dakika ngapi, Focus? Kama dakika mbili nitakuwa hapo, dakika mbili nimeruhusiwa kuzisoma kwa sauti. Hello. Jay, vipi babu mbona ufike mtaani babu? Ah, of course hapo kutembea ni kama dakika tatu tu. Sasa wewe kwa sababu wewe ni mgeni huko utapotea. Sasa wewe chukua boda muangalie mpe, mpe, um, um, um, boda yote hapo afu mpe simu ah, uh, uh.

Ah, leo mjui kitu gani kinaendelea wanangu. Eh, bwana, sa amefika. Kwanza ndugu yangu kwa heshima nilikwambia kabisa bwana na surprise na shoot. Leo nataka nikuonyeshe. Eh? Na maswali kidogo ambayo nataka niwaulize vijana wenzangu. Ah, hapa pembeni niko na Sparo pamoja na Boyaroni. Hawa ni marafiki wa karibu sana na tunafanikiwa kuona wanafanya content mbalimbali tofauti tofauti. Boyaroni, uh, ulipogundua labda au ulipoona siku ya kwanza Sparo na Jay wanagombana, ah, ni kitu gani cha kwanza ulikifanya kama rafiki hao wa karibu kwa sababu wote hao ni wanangu? harakati fulani ilitokea ambayo mimi sikuielewa katikati pale. Kati ya nani na nani? Kati ya mwanangu na huyo. Umenielewa kwa sababu kuna, kuna video moja ambayo alishuti na ni Jay. Walikubaliana sijui na mwanangu asipandishe. So mwanangu baada ya kwenda kijijini nikaona mwanangu kaipandisha nini ile video. Ni Jay. Jay kaipandisha ile video. Sasa mimi tulikuwa tunashuti best friend siku ile. Akanaona mwanangu alikuwa anakagua TikTok akawa ah, wa mwana mshikaji kaipandisha hii video sijui ni na nini. So ugomvi ndo ukaanzia hapo. Mwanangu nikaona ana shout ni nini na nini. Mimi nikamcheki mwanangu. Ah, bora atakafika yeye mwenyewe elewe. Bado naona hajao kuelezea. Familia kubwa kubwa. Inakwaje mzee? Shwari. Oh, karibu sana mwanangu. Karibu sana mwanangu. Ah, hichi kitu nadhani sisi wanaume tunaweza hata kusimama si ndio? Mmekuja na utapeli yeah. ah, <laughs> <Kama> <laughs> <Marini. Okay. laughs> uh, eh bwana, uh, tunazungumza wote watatu. macho yako ushe kumtongoza sijawahi mama chako an <laughs> yeah, eh. anaonekana naibu, hebu niangalie, tunaangaliana dakika moja bila kucheka kama ni uongo utacheka, kama asabini ni ukweli asabini asabini. Okay, basi mwangalie ano? Ano? Mwangalie je? <laughs> Okay. Ushe ku ugomvi wenu mkubwa ni nini kati ya Sparo pamoja na Jay? Ah, uh, ugomvi wetu mkubwa sijui niseme ni wivu ama ni nini kwa sababu mimi na project ambazo nilikuwa nimeziandaa na huyu mwanamke na mwenzangu naye kuna project ambaoka ni nimeziandaa alikuwa na story, kwa bahati nzuri au mbaya, mwenzangu alikuwa amesha upload ta lile story watu wakaifuatilia, na Mwenyezi Mungu ni mkubwa, watu wameona baadhi. Uh, mimi sikuwa nimefanikiwa kutoa hata trailer so ilikuwa nimeshaandaa project na alikuwa muda so mrefu, na sikuweza hata kuambia watu kwamba nitaka tuwe kama surprise. Sikuweza hata kuambia kwamba kuna project inakuja kubwa nini, nilikuwa naachia clip nikatarajia siku moja ndo niachia hiyo kazi so kuna siku moja nikaja, nikaposti video tu ambazo tumeshuti naye, zile ambazo za TikTok, tension kubwa ya watu zile. Ni kuna clip ni kama kadhaa hivi nilifanya, nilikuwa na kiss na kuna clip moja nilifanya ya mwisho, ilikuwa ni ya muziki wa Diamond, nitarejea nilikuwa nilegea nyumbani Sumbanga so, nikaposti ile clip kama kama la mtu anamwaga mpenzi wake watu wanawagana, after pale nikapotea. Nilipopotea nikaenda nyumbani, kufika nyumbani nimepoa vizuri, narudi ningasubiri ningefika dal, nikirudi ndio nianze kuachia hiyo story Ah, nimekaa nyumbani sina ile hali nashangaa, naingia mtandaoni, ilikuwa ni mama na kumwona mama kuja kuonyesha, nikamwambia, vipi? Mbona naona kuna mambo yanaendelea, sielewi nini tena, mama ananisha video video, unakuja kuona hivi ni mwanangu amepandisha, inspire ya kapandisha video sijaje, nisha kuna niliaje, ah vipi? Mbona mbona ghafla kati ni washikaji, unaweza kumfuata mtu kaongea, mbona mimi hajaniambia chochote hasa. Nikashinda namwambia, je mama, sasa unajua mambo ya mtandaoni, mama tunaigiza igiza hapa na ni pale nini

Video zangu nilimpigia simu la kwanza, alipokea akana akaja, akaja na na kuhusu video. Video sisi kwenye kuu yetu nini. Ila kuna mipaka ambayo atuvuki

hizo kutoka na mazingira huyu. Haya, apano umeona, mimi ni like taea kusaa manager wake kwenye hizi issue za content creator. Huyu alikuwaga TikToker sura sawa paka. First time nakutana naye, nilikutana naye kwa sababu ya mwanangu, nadhani hata Okay. Shida ni hiyo kwamba huyu ndo anajua kila kitu. Sisi wote tumekutana katikati kuongea maneno. Kwa sababu yeye alichagua maneno yao kwenye kanga, alikataa maneno yao kwenye kanga, kwa hiyo mimi nikamtolea maneno yao kwenye kanga ali maneno yao kwenye kanga, na mimi nikamletea yao sitaka maneno yao kwenye kanga, na mimi nikakuletea maneno gani ambayo alikwambia? Kanga alileta taarabu, na mimi nikakuletea taarabu gani, wakati mimi nilikuwa nimeenda straight to the point kwa shusha video. Maanake point ambayo ungekuja ungeongea wewe ni kwamba kwa nini unataka kushusha video na kwa nini video umeamua kuipandisha. Lakini ukaamua kuja kunichafua. Ndio maana mimi nikaamua kuomba mashabiki zangu msamaha, nisimjibu tena alivyonijibu. Nikaamua kuyakausha. Kitendo cha yeye kufikisha kupost video sio kwamba unataka wema tena. Kama ni wema ni kutafutana private. Kutafutana mtandaoni maana yake unachotaka ni maneno ya shali, kuonekana sijui nini, ni chochote kwa nakitafuta. Kama ulikuwa unataka wema ungenitafuta out na mtandaoni kwa nini uposti video afu utegemee mimi nikujibu taratibu taratibu? Simu zangu ulikuwa unapokea?

watacha ugomvi mimi ndo kitu ambacho nitashindwa kushauri kwa sababu mimi, mimi, mimi kwa sababu gani mimi nashindwa kupatanisha, kwa sababu sijui shida ni nini yani. Mradi daktari aweze kukutibu inabidi ajue unasumbuliwa na ugonjwa brother, gani. Brother, brother, nisikilize, nisikilize. Yani huyu ui, ni wivu yani, au ni nini yevu, na wote hawa wanakuheshimu naona wana... mm. mimi siwezi nikasema, je ananiheshimu aspar ananiheshimu heshimu kwa sababu tuko kwenye umri sawa sawa. mm. Ila huye ni bratha yeah.